Mjumbe maalum kutoka nchini Marekani ambaye bila shaka ameagizwa na serikali ya Rais Donald Trump inatajwa kwamba amewasili nchini Burkina Faso mnamo Mei 27 mwaka huu 2025, kwa ajili ya mazungumzo ya kidiplomasia, mazungumzo ambayo inatajwa kuwa ni mazungumzo kutokana na kile ambacho kilitokea nchini Burkina Faso kamanda wa jeshi la Marekani katika ukanda wa Afrika magharibi kuweza kuzungumza ya kwamba rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore anatumia rasilimali za taifa hilo kwa ajili ya kujilindia yeye mwenyewe usalama wake bila ya kujali masilahi ya taifa lake hivyo basi, serikali ya Rais Trump imeona ni vema kumtuma mjumbe maalum kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa nchini Burkina Faso ili kuweza kuweka wazi kwa kile ambacho kilichotokea na kuhakikisha kwamba ushirikiano ambao uliokuwepo, ushirikiano wa uli kidiplomasia kati ya Marekani na Burkina Faso unarejea kama ilivyokuwa hapo awali, la sivyo, mataifa mengine ambayo ni superpower idha, ambayo yanaonekana kuwa ni superpower kwa sasa ulimwenguni, kama ilivyo Urusi na China, yanaweza kujipatia nafasi kubwa nchini Burkina Faso na sio tu Burkina Faso bali katika ukanda mzima huu wa Afrika Magharibi ikiwa ni pamoja na Niger, Mali, Burkina Faso, kwa kuwa ndiyo mataifa ambayo tayari yameweza kuonyesha dhahiri ya kwamba yana ushirikiano na China na Urusi, Urusi ambaye anaonekana kuwa hasimu mkubwa wa mataifa ya Magharibi. Hivyo, kulingana na kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii, Marekani imeona ni vema kabisa, ili kuepuka hilo, kumtuma mjumbe wake nchini humo ili aweze kuzungumza kinaga ubaga na viongozi wa Burkina Faso. Utakumbuka kwamba kauli ambazo zilitolewa na kiongozi edha kamanda huyu wa jeshi la Marekani katika ukanda wa Afrika Magharibi kuhusu Rais Traore. Kauli hizo zilipelekea maandamano makubwa katika maeneo tofauti ulimwenguni, maandamano ambayo yalimuunga mkono moja kwa moja Rais Traore na kukemea vikali kabisa kauli ambazo zilitajwa kuwa ni kauli za kibipari dhidi ya taifa huru ambalo lipo katika mikakati ya kutaka kujidhatiti katika sekta tofauti na kuwa huru na kuhakikisha kwamba raia wake wananufaika pia katika rasilimali ambazo zinapatikana katika ardhi yake, ukilinganisha na kipindi cha nyuma, wakati ambapo Burkina Faso ilikuwa na mikataba ambayo mikataba hiyo haikuwa ikinufaisha moja kwa moja Burkina Faso bali viongozi ambao waliokuwepo serikalini, huku raia wa kawaida wakiendelea kutabika. Rais Traore aliwaahidi raia wake ya kwamba atahakikisha kwamba rasilimali ya Burkina Faso raia wote wananufaika bila ya kumbagua yoyote yule. Na mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi ambayo yanaendelea na mashambulizi katika maeneo ya kaskazini, mapambano hayo yataendelea hadi pale ambapo magaidi hao wote watakapoangamizwa. Kitendo cha rais wa Marekani kuweza kumwagiza mjumbe wake huyo, inatajwa kwamba ni kitendo ambacho malengo yake ni kutaka kutuliza jazba ambayo tayari inaonekana kuibuka kwa kiwango kikubwa katika ukanda wa Afrika Magharibi, hususan katika mataifa haya matatu ambayo yameweza kuweka wazi misimamo yao na ushirikiano wao moja kwa moja na Urusi na China, ili mjumbe huyo aweze kupata taarifa rasmi kuhusu serikali ya Burkina Faso na kile ambacho kinaendelea na isije kutokea kama inavyotajwa, kile ambacho kilichotokea kutokuelewana kati ya Marekani na Afrika Kusini, ya kwamba Marekani iliweza kupata taarifa ambazo zimeonekana kuwa sio sahihi, ambazo zimepelekea mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Afrika Kusini. Hivyo basi, ni bora kumwagiza mjumbe ili aweze kupata taarifa sahihi kwa viongozi wa taifa hilo, ili ushirikiano uliokuwepo kati ya Marekani na Burkina Faso, ushirikiano wa kidiplomasia uwe weze kuendelea kama ilivyokuwa hapo awali.